Barikiwe atumishwa Mungu na habari za kushinda, si tuko salama? Tunashukuru Mungu, tumeona neema yake, tumeona nguvu zake, tumeshuhudia leo makuu ya mbingu. E, vipi na nyinyi, mnaendeleaje? Mko salama? Kama mko salama, ni jambo la kumshukuru Mungu sana, kwa sababu unapopata nafasi ya kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa sababu kuna muda ambao utataka kumshukuru Mungu lakini hautaupata, lakini kama bado ngali na nafasi ya kumshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa sababu alisema tumshukuru kwa kila jambo. Haijalishi tu kwenye shida, haijalishi tu kwenye raha kitu, mshukuru. Eh, shukuru Mungu na upata nafasi, kwa sababu kuna muda ambao utafika wa, a, kuna muda ambao utafika ambao hautapata hauta hata hiyo nafasi. Kuna mwingine amekosewa na mwenzake, anashindwa kuomba msamaha, wanakaa tuna ni Wakristo wanakaa kama wiki nzima hata Mkristo hastahili kumaliza masaa mawili kabla hajatengeneza na mwenzake. Lazima mwombane msamaha mnapokosea. Hicho ni kitu ambacho kinachomtambulisha Mkristo. E, eh, sante sana. Mungu azidi kuwabariki awajalie neema awasaidie wale wote ambao walio na shida, wagonjwa waponye, wadhaifu wape nguvu, wajawazito wajifungue salamu. Hijo ni furaha sana, na naamini ya kwamba Mungu atawabariki nyinyi wote. Asante.